Kama wananchi wana mategemeo makubwa wana matumaini makubwa rasisi, wa miradi, miradi, labla, hajerewa, itu, lakini, fedha, na sisi kama odc twendeni tutawahudumia wananchi miradi tegemee kuona miradi iweze kufeli, kwa sababu labda watu hawajaelewa zile ama okizinasemaji taa ni makusudi tu, lakini serikali kitoa fedha imetoa na maelekezo namna gani hizo fedha zitatumika kwenye huo mradi kwa kila mradi, lakini sio maelekezo ya muda wa mradi tu, hata hata muda muda wa kazi ule mradi ukamilike inakupa hela leo nakuambia ndani ya miezi miezi miwili ama miezi mitatu miadi hiyo imekamilika. Ndugu zangu, ofisi za wengi ni suala la kilimo, uchumi wa mtu moja moja kwa wananchi wa Ikungi ni suala la kilimo, na kwa bahati nzuri serikali yetu hii tukufu, serikali njema idaye mjali Tanzania na mwana Ikungi, imeweza kusapoti, imetoa mbolea ya ruzuku, mbegu ya ruzuku. Niombe ndugu zangu, tuendeleni kuhimiza wananchi wetu kwenye kata zetu kwamba tuone umuhimu waku, wa kuweka kulima kwa ajili ya mbolea ama umuhimu wa kilimo kwa ajili ya mbegu bora. Tulinde amani ya Tanzania kwa sababu pasipo amani hakuna mbadala wa nchi hii ya Tanzania. Amani ndio inasaidia sisi, tunaweza kukaa hivi mm -hmm, na kuweza kujadili. Amani inasaidia baraza hili kufanya kazi zake kuwa na kuza na yoyote amani hii inatufanya sisi kujenga nchi yetu, lakini kujenga kwa macho yetu. Amani hii ndio inatufanya sisi ukaonekana basi, tunaweza eh, kwa eh, wachache. Mwenyekiti, niombe sana eh, mabalozi ma, ma, wetu kwa maana ya madiwani kwa wariku, basi wakatangaze hii amani ambayo Tanzania, eh, kama kisiwa cha amani.